Naitwa Swiga, Mkejera Mwangosi. Kweli sisi hapa tunapata shida ya maji. Pili tunachota kwenye visima vya maji, maji tukienda kuchota wanaume wanasema mmechelewa wapi? Tunasema hapana, tulikuwa tunasubiri matoroli. Wanaanza kutufokea. Sasa tulikuwa tunaomba maji watusaidie wenzao. Tunateseka vibaya kweli maji, kujichusha ndoo na shanga unapata ndoo moja, kufulia nguo, kufanya nini? Eh? Maji kweli tunateseka jamaa. Tunaomba msaada watusaidie hapa tulipo. Jina langu naitwa Geoffrey Asajie Kajigiri. Eh, swala la maji kwenye mkoa wetu wa Mbeya lina shida na ukizingatia, kuna baadhi ya kata hazina maji kabisa, ikiwemo kata yetu ya Itezi na baadhi ya kata zingine. Mimi labda niseme kwa kushauri serikali yetu kwenye huu mkoa wetu, ili kuweza kudhibiti shida hii ya maji waweze kutembelea baadhi ya vyanzo, waunganishe hivyo vyanzo wakati wa tunasubiri mradi mkuu huo wa Kiwila, ili hayo maji yatakapokuja ya yakute baadhi ya maji ambayo yatakuwa tumewatua ndoo wa kina mama. Kwa mfano kama hapa Itezi, hapa Itezi mpaka sasa hivi bado nateseka maji. Na kwa nini tunateseka? Kwa sababu tuna vyanzo ambavyo wao kama serikali wameshindwa kufanya nini, kuvichukulia hatua kukusanya yale maji na kuweza kuyakusanya sehemu moja ili waweze kuyasambaza. Kwa jina anaitwa Lucy Mbugi, mkazi wa mtaa wa Masote, kata Itezi. Kwa kweli katika jiji letu la Mbeya shida ya maji tunayo, hasa hasa ukizingatia sisi akina mama bado hatujatuliwa ndoo kabisa bado. Sasa hivi kwa miaka ya nyuma hii tulikuwa tunateseka maji, tunaanza kutakuta tumewahi bomba moja la kijiji kuanzia saa kumi usiku tunachota maji hadi asubuhi ya lakini tunakuta tumepata ndoo tatu tu lakini kwa sasa hivi tunahangaika maji bado hatujapata maji, serikali yetu haijatuletea maji kabisa bado tunahangaika. Ukizingatia sasa hivi wanatusaidia hawa waliochimba visima, na bado tunaanza kusukuma matoroli ya kina mama tumekuwa sasa mabau kwa, kwa, hayo... kwa, kwako mbuge na mbuge mm. Kwako kwa ni muda gani hauna huduma ya maji ya bomba? Kwa kweli ni muda mrefu sasa hivi karibia takribani miaka mitano sina maji ya bomba kabisa sijai sijaitumia natumia maji ya kisima Umeona ama kusikia juhudi zinazofanywa na mamlaka maji Mbeya kuhakikisha changamoto hizi zinakoma, nini maoni yako kwenye hili? Sema kweli, maoni yangu ninaiomba serikali watusaidie kuunganisha vyanzo vya maji kama walivyosema kwamba kuna mto Kiwila watuunganishie, ili akina mama tutuliwe ndoo. Kwa jina naitwa Nuru Jueli Mwakosya. Mimi ni mkazi wa Itezi wasote, kwa kweli wangeonekana au mameneja wajiji letu la Mbeya, ningekuwa na namna nyingi ya kuongea hata sasa nitaongea kwa sababu wananielewa. Kwa kweli, katika mamlaka ya maji wanatufanyia sio haki kwa kweli, tunahangaika maji na wanatuambia vyanzo vya maji vipo vingi, kwa ujumla wanasema kuna mto Kiwira ambaye mimi mwenyewe ni mtu, ni mkazi wa Tukuyu najua kabisa mto Kiwira una maji mengi. Sasa, tujajua mifumo gani inawakwamisha kutuletea maji. Kwa kweli, tunahangaika, maisha ni magumu kuliko tunavyoona Ndugu wanahabari, kama tulivyoanzia kule eneo la ofisini kwetu, tulipata taarifa mbalimbali za mradi na eneo la huduma, na tukasema kwamba eneo la huduma una jumla ya vyanzo 29. Sasa hiki ni chanzo kimoja hapo, na tulisema kwamba katika vile vyanzo 29 ni vyanzo, kuna baadhi ni vyanzo vya chemchemi, baadhi ni vyanzo vya mito, vingine ni vyanzo vya visima. Sasa hiki ni chanzo kimoja hapo ambacho ni cha chemchemi. Chanzo hiki E, jina lake ni chanzo cha Ivumu, na chanzo hiki matibabu yake ya maji e, kwa sababu maji yake ni maangavu, tunatumia dawa za kuua wadudu. Na chanzo hiki nazalisha maji kiasi cha lita milioni kumi na nne kwa siku. Sasa tutaangalia kwamba vile vyanzo ishirini na tisa vinazalisha jumla ya maji kiasi cha lita milioni 73.5. Sasa hiki peke yake ni lita milioni na maji yakitoka hapa yanaambaa mpaka eneo la Yela kwa bomba yenye kipenyo cha inchi kumi na sita. Yakifika pale Yela, anafanywa matibabu kwa kuweka dawa yakikwa dawa, dawa maji pale mengine anasukumwa kwenda maeneo ya New Forest, yanakwenda kulisha mpaka maeneo ya mahakama, maeneo ya forest ya zamani, maeneo ya Mwenjelwa, lakini mengine akitoka hapa yanakwenda mpaka yanakulisha mpaka maeneo ya Iyunga mpaka maeneo ya viwandani. Sasa ndio utaona kwamba umuhimu wa chanzo hiki. Lakini kuelekea kwenye chanzo hiki tukiangalia, tuna uoto na misitu miti, kwao tunapata ushirikiano mkubwa sana na wenzetu wa uongozi wa maeneo husika, kata ambao nao husika katika suala la utunzaji wa vyanzo. Bila kutunza vyanzo hivi basi na maana kwamba haya maji baadaye itakuja kuwa ni changamoto kubwa hiki ni chanzo cha Nzovu. Tuko hapa hapa, ni bonde la Nzovu na bado mpaka hapa tuko kwenye chanzo ambacho ni cha chemchem chem. chanzo hiki kinazalisha maji lita milioni ishirini. Unaweza kujua kwamba tukisema ile sabini na tatu pointi tano ile ishirini inatoka hapa. Hiki chanzo pia ni cha chemchem. Maji yanatoka kwenye miamba huko chini, hiyo miamba inaibuka hapa, akiibuka hapa kuna bomba ambayo anaingia kwenye huko, ni bomba hili yanaingia kwenye tanki kubwa hapo, yanaingia kwenye tanki kubwa baadaye tunasukuma kwa njia ya ya pump. Kwa hiyo kwenye hiki hapa tulipo, ambapo ni reservoir 1 pale mbele kwenye mti pale kipo kinafanana na hivi hivi, tuleta reservoir 2 pale kwa maji, kwa kijengeo kwenye chanzo pale kitoka hivi anakuja hapa, yote yanakuja kwenye kwenye chemba hizi hapo, baadaye anaingia kwenye tanki kubwa hapo jetu tutaliona. Lakini katika eneo hili hapa hapa tuna seti tatu za pump. Tuna pump ya kwanza ambayo tunaita direct. Zile pump zinafanya kazi masaa ishirini na nne. Zinasukuma maji maeneo yote hapo juu hapo. Lakini tuna seti ya pili tukiwasha hapo inapeka maji, kuna tenki eneo juu linaitwa Kadege hapo kuelekea Veta pale kuna tenki kubwa inajaza lita milioni tatu. Maji yakiingia pale yanasambazwa na kwenda maeneo ya Mwanjewa, yanakwenda maeneo, yanashuka maeneo mpaka sai hapa yanakwenda mpaka itua kule, kuna bomba inakwenda kule, kule. na tuna seti ya tatu pale tumejenga hivi karibuni maji yanatoka hapa, tunasukuma mbali kama kilomita kama sita mpaka maeneo pale, sisi vilabuni pale maeneo pale yanapata maji kwa njia ya ya kusukuma. Wao wanaokumbuka maeneo ya za maji na shida sana maji. Tunaona pale pampu ambazo zimejengwa tunasimika pale zinasukuma maji kwenda katika maeneo hayo. Hizo ni pampu seti tatu ambazo zinafanya kazi lakini kupitia programu ya uviko tulipata pesa milioni 758 tukatoa line nyingine kutoka pale mbele pale tukalaza bomba la nchi 12 nao likaongeza maji kwenda mpaka eneo la Yela. Basi muda utoshi kutembea sehemu nyingi kule, tukotoka Ivumo tuna bomba la nchi 16 na kwenda Yela maji yanatibia. Sasa baada ya matumizi kwa makubwa ile tanki ikawa likiisha maji, pampu zinazima kwa sababu zina sensa. Kwa tukabuni mradi mwingine, tutaanza mradi wa uviko tukalaza bomba kuongeza maji kwenye ile tanki angalau maji pump isio nazima na angalau pump ikawa nazima gwa saa moja, kipindi cha yeah, masika ikawa haizimi kabisa. Hivi vyanzo vya sasa tulivyo navyo hivi vyanzo vya maji 29 9 vina uwezo wa kuzalisha maji kiasi cha lita milioni 73.5 kwa siku. Mahitaji ya sasa ni lita milioni 90 kwa siku. Mradi wa Kiwila ukikamilika wote kwa mapana yake utazalisha maji kiasi cha lita milioni mia moja kumi na saba. Kwa hesabu za kawaida ni kwamba mradi ukamilika wote tutakuwa na mia kumi na saba ongeza 73 mahitaji 90, kwa hata mahitaji ya sasa tutakuwa tumeyazidi mara mbili yake, lakini <coughs> mradi huu umelenga kuhudumia wananchi miaka ishirini ijayo, tusianze biashara za kusumbua na kutafuta mianzo mingine kwa sababu inakadiriwa miaka 20 ijayo jiji la Mbeya litakuwa na wakazi wapatao milioni moja laki nne hamsini na mbili elfu. Kwa sasa eneo la huduma lina wakazi laki sita themanini na tisa elfu mia tatu arobaini. Lakini pia mmetembelea eneo la Kalonge, si ndio? Mmeweza kuona kule shughuli ambayo inafanyika kule. Kutibu maji taka hatutumii kemikali yoyote. Kwa hiyo kwa sababu wale wadudu wameng'enya wenyewe, hivyo kwa na meng'enya baadaye, unawekea ndege kule mwishoni, samaki wanakula.

kwa hiyo sasa hivi tuna jukumu kubwa la kuweza kubadilisha li mabomba madogo kuweka